Bismillahi rrahmani rrahim fi fanni lkalamu, katika fanni au tasnia ya kuzungumza tunapewa nasaha na wataalamu mbalimbali, hata wale ambao ni wataalamu wa kufikiri kwa kina katika masala ya kiuongozi, kiutawala na kabla ya hapo kidini, tunawaita political thinkers, wale wanatafakari kwa kina katika mambo kuwa enyekuwa understand where maswala haya yanahusika na mambo ya kuzungumza speech au public speech. Unapozungumza katika public, katika jumhuri ya watu, ni lazima utafakari nini unasema, wapi unasema na vipi unasema na mfano hayo. Katika moja ya mambo muhimu sana unasema, tajannab aljidal alaqim Mada yake jiepushe na mijadala tasa, tunaweza kuita pointless, pointless agreements. Tunapojiepusha na mijadala ambayo haizai matunda sahihi, basi utafaidika. Jiepushe na hayo siku zote, mambo ya mijadala ambayo haina faida na kwa njia ambayo si njia sahihi ya mijadala basi huzalisha al adawata wal baghdha, kuna zaidi ya hilo ni uadui na chuki tu mwisho yote na Mtume nio mana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia na mbola wake ya kwamba unapolingania watu, unapofanya invitation unawaita watu, unawaalika watu kuja katika njia iliyo sawa, kalimatin sawa, straight words in Islam unapolingania watu kuleta watu katika neno moja sahihi la kumwamini Mwenyezi Mungu na kufata maadili mema, aliambiwa kwamba wajadilhum billati hiya hiya ahsanu, na ujadiliane nao ikilazimu mjadala, basi jadiliana nao billati ai, bitariqati lati au bilkalimati lati hiya ahsanu, jadiliana nao kupitia njia ambayo ni nzuri. Sasa mara nyingi watu wanajisahau, na hasa ambapo wanapoka katika hali ya emotion, ile hali ya mhemko wa jambo kwamba yujadilu hata yubriza biannahu ghalaba khasmahu walaisa auswala lhaqa ilaihi hadha khata fi lmanhaji au lmanhajiyati, kwamba kuna baadhi ya watu kawaida, anafanya mijadala yeye, kwamba lengo lake kubwa tu aoneshe kuwa amemshinda mshindani wake, wakati hata mjadala unapokuwa unafanyika, kwamba lengo kuu iwe ni kuwasilisha kufikisha kile cha haki au chenye usahihi kwa upande mwingine, sio kwamba anakana nani kwamba ni wa mwanzo bora kuliko mwingine. Hiyo si lengo katika mijadala, na ndio maana tukaambiwa kwamba tujadiliane bilati kwa njia ambayo kwa kile ambacho au kwa neno ambalo hiya ahsanu, hilo ndiyo zuri zaidi. Je, tujiulize maswali. Je, kufanya mjadala au kutoa mazungumzo mbele za watu kwa kutukana wengine, kujeruhi wengine hisia zao, na kuharibu mifumo ya umoja wao na mshikamano wao, je hiyo ndiyo njia sahihi? Je, matusi ndiyo njia ya kutoa hoja katika mazungumzo? Maana ikiwa hiyo sivyo, ina maana na wale wanaofanya hivyo sivyo na wao sio, kwa sababu aliyekuwa ndiye kusema yale ambayo ndio, na ni makosa makubwa sana kusema mtu ambayo sio sawasawa, akiwa anasema na wale ambao ndio au wale ambao sio. Zingatia sana haya katika mazungumzo, utapata kujua namna gani ya falsafa ya kuzungumza na kulingania watu. Shukrani sana.